Karibu sana ndani ya Darajani 1905 podcast yako ya kwanza ya Chelsea, kwa lugha adhimu sana ya Kiswahili. Chelsea dhidi ya Los Angeles. Uh, mchezo ni kuchezwa katika dimba la katika dimba la Mercedes Benz, tumefanikiwa kupata ushindi wa magoli mawili kwa, kwa bila goli. La kwanza likifungwa dakika ya 34 na Pedro Neto akipokea pasi kutoka kwa Nicolas Jackson, wakati goli la pili liki, likifungwa na Enzo Fernandez, ambaye aliingia kutokea bench na, na akapokea pasi kutoka kwa Liam Delap pia ambaye alitokea bench, wote wametokea bench kipindi cha pili, na wakatufaidisha kwa kupata ushindi wa magoli mawili kwa sifuri na mpaka sasa tunaongoza msimamo wa kundi D kwenye FIFA Club World Cup tukiwa na alama tatu. Aa, ni ushindi tumeupata leo na ukiwa ndo mchezo wetu wa kwanza, huku tukisubiri matokeo ya Flamengo dhidi ya ES Tunis Aa, ambao watacheza um, kisha tutajua um, tume- tumekaa tume vipi kwenye msimamo. Karibu sana Simon Barnabas, bila shaka mchezo ni umeutazama na una, ni una mengi ya kuweza kutumegea na na kutuchambulia. Karibu sana ni kweli. Uh, shukrani shukrani. Mm, mchezo tumeutazama mm, na mchezo ambao umetusaidia kupata ushindi wa magoli mawili kwa sifuri na kutoka kwenye nafasi nzuri, ndipo tukipata ushindi mmoja tunaweza kuendelea kwenye nafasi kwenye hatua inayofuata. Mchezo kama kawaida, mchezo ulianza kwa chini, kwa tempo ya chini, ambapo nahisi imechangiwa na uchovu wa wachezaji ambao wamesafiri kwa muda mrefu kutoka timu zao za taifa kufika siku mbili na mechi ko imechangia, najaribu kumwata hizo Maresca kumwanzisha Romeo Lavia mm. Benchi ilikuwa inahitaji ile energy kwa sababu Lavia hajatumia kwenye timu za taifa mm. Aliamini kabisa atakuwa na energy ya kutosha kusaidiana na nani na Moise Caicedo pale mm. ku drive team na ku control game katikati ya kiwanja mm -hmm japo imemlipa kiasi, japo kiasi pia imenani imeweza kumwangusha kwa sababu ulikuwa unaangalia mpira haukoa au tembei kwa speed ambayo inatakika, na mm, pia mara nyingi alikuwa anafanya retain possession, mweze kasudi alikuwa kwenye attack minded sana nani, ni defensive minded sana, alikuwa na ku defend sana mm. kwa kwa yote <clears throat> tupelekea tukafanya pressing pale katikati na kuweza kufanya lika vizuri na kupata goli la kwanza kupita kwa Pedro Neto ambaye ana pasi nzuri kutoka kwa Nicolas Jackson. <coughs> Baada hapo, mchezo kwa unaenda unaenda unabadilika unabadilika, kati maingizo yalikuwa yanafanyika. Sasa alipoingia ya Marugusto alipoingia Marugusto, kwa tunaona kule alikuwa anafanya overlap sana kule kule nani kule, kule upande wa kwanza kule mara kwanza James James yani Tosi na Colwill walikuwa wanaweza kukuta watu watatu nyuma. James alikuwa hapandi sana, kama alikuwa mpenzi wa Kristo aliyekuwa na panda sana, alikuwa ni kulela, alikuwa kulela kupanda kwake, alikuwa hapandi kuingia katikati mm. alikuwa anaenda juu kabisa kule karibu na kabisa, Madueke yani alikuwa anaenda juu karibu na kabisa, Madueke kwa ajili ya kuingia kwenye boksi sana sana Yes, kwamba Lavia na Kaisedo kuwa anabaki chini ila baada ya kutoka James, Augusto, Cucurella, kwa kifanya, katikati, na kuingia Malo Gusto, namaana Cucurella alichokifanya kuwa anaingia katikati kuungana na Kaisedo, anamwacha Enzo nakwenda Enzo kwenda juu. Hii na faida gani? Enzo ni mchezaji ambaye anacheza eneo la katikati tofauti na Cucurella, kwa hiyo Enzo kwenda juu anakupa option nyingi. Kwanza, ana akili ya control game na ana akili ya pa... ana akili ya kutoa pasi nzuri kumlinganisha na kukulea. Anakupa option nyingi ya pasi, lakini pia kutoka kwenye box anakupa quality nzuri kulinganisha na kukulea, na tumeona kafika mara ngapi kwenye box na kapata goal la ambayo, goli yetu la pili. Na kwa hapo, kuna baadhi ya pasi ambazo anazipiga pale nje kidogo ya box, moja kapiga kwa Obama hapa nataka kufanya recap ni kwa ni Pedro Neto ile kwa ile jamaa kwa na block zingine na mm. zingine kwa kwa kwa kama mara moja pia alikosea hata amepiga juu mm. ndio, lakini okay, yote okay, kwa yote game ilikuwa ni nzuri, na ni mwanzo mzuri wetu sisi Chelsea. Tumekuwa tunaonekana kwa muda sasa, tumekuwa tunaonekana kwamba uh, tuna tunapunguza ni tempo ya mchezo, hatu hatukimbii sana. Uh, tuna tunajitahidi kucheza pasi fupi na kumiliki huku ni mpira uh, kwa asilimia kubwa, ni tukishambulia ni kwa slow zaidi, sio kwa spidi kubwa. Unafikiri hii ni mbinu ambayo ni mbinu sahihi kwa aina ya wachezaji tuliokuwa nao au kuna kitu tunakikosa ndo maana tunacheza kwenye kwenye aina hiyo ya soka? Kwanza sio mbinu nzuri ni mbinu kulinga chote ambayo tuko nao na kuna kitu tunakikosa. Kitu gani? Tunakosa winga ambaye ni mzuri 1v1. Yaani mtu ambaye atakibaki na mtu mmoja anaweza kumchekecha akatoka, akaondoka. Mawinga wetu ambao tuko nao ni wa mawinga ambao wanahitaji space, yani kucheza mpira transition, yani umweke njiani akimbie amwache beki, sio lakini sio amtoke beki kwa chenga ama kwa kutumia nguvu, mm-hmm. Kama leo mawinga wengine hiyo ni ya kwanza. Cha pili tunakosa intensity katikati ya uwanja. Unajua, ukisha kuwa na kama namba kumi mm, hapo inamaana umeshapunguza intensity pale katikati ya uwanja, inamaana unabaki na watu wawili ambao wanaweza kugongana na, na kaya, yani kuendesha mpira kwa kasi. Nahisi hizo ndo sababu ambazo inasababisha tunacheza aina ya mchezo ambao tunacheza kwa siku za vikaribuni kama tungekuwa na kwa mfano mwaka jana tulikuwa tukiwa na Gallagher kama namba kumi, ulikuwa unaona ile test iliyokuwa na, yani mpira ukianza kule, anaanza kupesea kule kule juu, ukija hapa Caicedo pia anapress, Enzo pia ana ana anajaribu ku drive team yani ndio ana control mpira yani tempa mpira, Enzo nakutana control tofauti na tunavyotumia kwa Palmer sasa hivi pale juu. Ni maana kwa Palmer akisha kuwa pale afu mtu kama Madueke ambaye leo alikuwa chini sana yani alikuwa chini sana kama hauna mpira, maana una mizigo mm, ya watu wawili ambao umeibeba kwenye uwanjani. Watu kusaidia kukaba watakuwa ni wazuri tu, wakiwa timu ikiwa na mpira, wape mpira waangalie, wapo watoe pasi au wa drive kwenda mbele. Kocha uh, ni Enzo Maresca anapanga kikosi ambacho asilimia kubwa ni wachezaji ambao wametoka timu ya taifa, au pia asilimia kubwa wamekuwa ni, ni wamecheza, ni sehemu kubwa ni ya ligi kwa msimu uliopita, wamekuwa sehemu ya kikosi cha kwanza kwa muda mrefu, dhidi ya dhidi ya Los Angeles ambao uh, ni kama vile walikuwa nyumbani, lakini pia walikuwa ni wanaohitaji ni mchezo, unafikiri nilikuwa ni approach nzuri kwa kocha kuifanya katika mchezo wa leo au alipaswa kuwapumzisha na kuanzisha akina akina Dela pamoja na uh, pamoja na Isugo mapema? Approach kwa ni nzuri kwa sababu kwenye mashindano kama haya ambayo unatafuta ku qualify kwenda mbele hauwezi kwenda kujaribisha wachezaji mmm, yani, alichokifanya alichotumia alicho, alicho kiasi chake cha ushindi hicho hicho, baada ya kupata ushindi ndio kaanza kuinject wale watu pia. Wale, yale maingizo mapya yani, mapya sidhani kama tungemwelewa kama mwileo, kama angeanza na wachezaji wapya alafu usipate matokeo hakuna mtu ambaye angemwelewa anachokifanya bana. Wanyie mshazoeana akawaingiza, wakaenda kufanya ambacho wamekifanya, na tumefanikiwa baada ya kupata matokeo ambayo tuko kwenye relax zone, ndio ukawa naona wanaingiza kina Dario wakaingiza akina Delap hmm. Ee, kwa approach so, ilikuwa ni nzuri, sema tu wachezaji kuna namna kama wa-walikuwa wanamwangusha yaani sana. Madueke, unaona, alikuwa hafanyi pressing, akipewa mpira alikuwa hafanyi maamuzi sahihi, alikuwa haofiki katika positive. Lakini ndio hivyo ndohivo, kwenye bench alikuwa haoni mtu mwingine kufanya ile kazi kua ni, ni, ni, ni akauki kwenye midomo ya mashabiki wengi sana sana wa Chelsea haswa kwa kile ambacho nina kionyesha ni uwanjani. Mashabiki wengi sana ha, hatupendezewi na na namna ambavyo ni ana, ni anacheza uwanjani aina ni ya soka na product yake ya mwisho kabisa ninaonekana kuwa na changamoto hasa kwenye kwenye kuvitoa vitimu kwa kuelekea mbele. Unafikiri kuna haja kuna haja ya ku ya kuendelea kumchezesha Madweke kwa aina ya kikosi ambacho tulikuwa tulichokuwa nacho, au kocha ni nafasi sasa ni aseme okay, sasa kijana, nafikiri wewe pamoja na Christopher Nkunku ni mnatakiwa ni mlisugue benchi kwa kushirikiana? Unafikiri ni sahihi kwa kocha ni, ni anachokifanya kuendelea kumwamini na kumpa nafasi Noni Madweke? Wacha mwenyewe sidhani kama anamwamini ni Madueke, lakini kila kifikiria atamwingiza nani baadaye ni Madueke, ndio inakuwa shida. Kwa hiyo sasa noni noni Madueke bana, yani watu kwa nini wanamwongelea wana sana? Kwa sababu hakuna kitu ambacho anakuofa. Unajua, kama hata haufanyi vizuri yani kwenye kushambulia, tuoneshe basi kuna kitu kingine, kuna kitu ambacho unakiofa ambacho kocha anashawishiwa na, kuna nini? Kwa nini Jackson watu wanamwongea, lakini bado kuna maneno wanayaacha, kwa sababu Jackson ndio hafungi mm. kama inavyotakika, lakini akiwepo wanjani unafeel kwamba Jackson yupo wanjani, utaona mm. ataenda ta, taabakaa mabeki atawasumbusumbua, atafanya pressing, watakosea pasi, baadhi ya watu wataziokota watafungi Madueke mm. au Nkunku akiwepo wa wanjani kwanza ni wavivu, timu ikiwa haina mpira waone wakikimbia kwenda kukaba kufanya pressing, na vitu kama hivyo. Timu mm. ikiwa na mpira pia ni either wacheleweshe mashambulizi au watoe pasi ambazo tunasema pasi yani, wat, wat, watoe yani pasi zao za maamuzi zinakuwaga kama za watu ambayo hawana vichwa ama kubwa aliye kata kichwa mm. ambazo hazina hata madhara kwa timu, first team. Theni ndo maana watu wengi wanaona wanazungumzia madueke madueke madueke, yaani hakuna kitu ambacho anakiofa posti hivi kwa hizi siku za karibuni. Liam Delap anaingia anatokea bench na kutoa assist ya goli. Kwa hiyo kocha kuendelea kumu, kocha kuendelea kumwamini ni kwamba hatuna option nyingine, right? Kama una mtu ambaye anakuletea anakuletea magoli au anakutengenezea nafasi kwa upande wa madueke, kwa nini endelea kumwamini madueke? tunaona Liam Delap ndiyo anaingia na aru, tuna, team, okay, sawa, sawa. Okay, uh, anatokea bench na kutoa pasi ya goli, uh, ni wazi kwamba tunatakiwa tunatakiwa kumpa nafasi Liam Delap au bado mapema sana ku, kuendelea kumzungumzia katika levo hizo. ana- ana potential tuseme, kuliko ni Jackson kupewa nafasi. Najua ataipata tumbele la Jackson. Mm hiyo -hmm. Ni hiyo ni kama paya ataipata kwa sababu ana potential kuliko ni Jackson. Ni mtu ambaye kwanza anaweza akashuta, anaweza akahold mabeki, anaweza akaondoka nao vitu ambayo hata Jackson anaweza akafanya. Kama Jackson yeye hawezi kushoot, Jackson mpaka anataka mpira, anachukua muda mwingi, analazimisha kuingia mpaka aingie na mpira kwenye box, hata sehemu ya kushoot hawezi kufanya hivyo, na hajashoot kama sijui mechi mbili, kuna mechi na Brentford, alipiga pini, moja akashoot nje ya box akafunga. Aisha na mechi moja, magoli yake ambayo ameshuti kama magoli mawili. Aliobaki ni ya kutap in. Na msimu uliopita pia, kama kama kumbukumbu kumbu zangu zitakuwa vizuri, ni kwamba aliweka rekodi ya kufunga goli la kwanza nje ya box kutoka ame ye, mene, mene, ameanza mene, kuwa ni mchezaji ya sasa hmm. huwezi kutegemea mshambuliaji wa hivyo mpa. mpaka ambaye muda wote mpaka ingekuwa kwenye box akupe magoli katika hiyo box, kuna watu wengi mabeki na kutoa virundikana pale unaweza ukamtegemea hivyo mshambuliaji, anakufunga popote anapopata nafasi, na hata ambazo ni tunasema zile half chances, lazima kufutwe, zingine anazifunga zingine, ndio hivyo au hiyo accumulation ya magoli inapotokea, hmm. kweli kweli <clears throat> kwa hiyo ni unafikiri mwendelezo wetu na, okay, mimi bila kuisahau hii nisemi kwamba sikupendezwa na namna ambavyo sabudi zilichelewa kufanyika haswa haswa sabu sabu ya ya ya, ya Moises Caicedo. Kuna wakati ni kama vile ni alipata majeraha yeye pamoja na kukulela na sikuona sababu ya kuendelea kucheza zaidi na zaidi, wakati nje tuna watu akina Dario Essugo a, mimi binafsi nilitazamia kwamba ni angepewa nafasi mapema kabisa aanze kwenye a, ni aingie walau kipindi cha pili, walau dakika ya sitini au sabini, lakini kocha ni aliendelea kusubiri kusubiri kusubiri Moises Caicedo anakuja kutoka dakika ya themani na mbili. Binafsi sikupendezewa nayo. Unafikiri ni n, mimi nipo sahihi au kuna kuna kitu ambacho mimi sijakiona kiufundi kabisa kimeonekana karibu hapo kumchelewesha Moises Caicedo kuingia? Kwa Dario unaweza kumwelewa, kwa sababu unajua timu inatengenezwa katika misingi mitatu. Msingi wa kwanza ni katika msingi wa ulinzi, msingi mm. wa katikati na katika msingi wa ushambuliaji hasa mm. inaonekana kabisa msingi wa katikati pale timu imecheza kulingana na, yani imetengenezwa ane, ayayu, ule msingi ule unaanza kwa Caicedo amba na Enzo Fernandez mm. pale katikati pale hasa mm. Hasa, what if, wale jamaa kuna kipindo kama walikuwa wanakuja sana yani wakuwa wacheza zile transition hizo wanapiga mpira kwenye nafasi wanakimbia, mm. wamekosa kosa pale, kama goli ni ngapi, Dalio ambaye hajazoeana na Enzo, ajui kama Enzo muda huu yuko wapi kwenye kukaba, ajui tosi, yani nani tosi ni huu muda huu yuko wapi kwenye kukaba na anapaswa kuwa wapi, kwa sababu ameingia sasa. Dalio tunamwona mpaka anakuwa anafika mpaka mbele, kuna moja mpaka amekosa pale watifu pale, ameenda mbele, Enzo yuko mbele, afu pale hakuna mtu kwa hiyo ndo maana walipopata goli mbili kama wamerelax kabisa Chelsea, kwamba hapo tunaweza tukashinda hii game. Naamini, naamini kabisa tukicheza game ya pili tukishinda game ya tatu, tutaona wote ni ubeki mpya kwa sababu pressure mama dusa. Sawa sawa, okay. Eh, okay, karibu sana uh, yeah. Kama ni unajiunga na sisi nafikiri sasa nitakuwa nimechelewa kwa leo, lakini si mbaya. Uh, hapa hakikisha ni unafollow kwa sababu hapa tuna tunaweza kukutana na kujadili mambo mengi sana yanayohusu Chelsea kwa sababu hiki ndo kijiwe cha mashabiki wa Chelsea, ndo kijiwe cha Darajani 1905 ambapo tunakutana hapa kuweza kuijadili Chelsea kinaga ubaga. Uh, tunajadili tuna Chelsea kwa sababu hii pia ndo podcast ya kwanza ya Chelsea kwa lugha adhimu sana ya Kiswahili uh, duniani kote, yaani ukizunguka dunia nzima Hakuna podcast ya Chelsea peke yake ambayo inazungumza Kiswahili zaidi ya hii ya Darajani 1905. Hakikisha ni una follow na ni unaendelea kutupatia sikio lako kila kila nitakavyobidi, lakini pia hakikisha ni una subscribe hapa, hapa YouTube. Hii ni Darajani 1905, karibu sana Chelsea. Mchezo unaofuata uh, tutacheza tuta bila shaka tutacheza na Tutacheza na Flamingo ambayo timu nafundishwa na Filipe Luis, Filipe Luis ambaye tuliwahi kumsajili huko nyuma, alicheza Chelsea, tulimsajili, tuli, tuli ni akitokea Atletico de Madrid, uh, de Madrid, lakini pia juzi juzi hapa wametoka kumtambulisha Jorginho uh, kwa hiyo nai pia ni, ni sehemu ni wachezaji wao. Jorginho pia yupo kwenye kosi chao. David Luiz pia alikuwepo, uh, alikuwe kwenye timu hii, lakini ameondoka um, Uh, ni ameondoka ni kwenye klabu hii lakini amecheza uh, pia kwenye klabu hii sana tu uh, ni kama vile tumemkosa. Tunge, tunge mechi ningecheza mapema basi tungekutana naye, lakini joginyo yupo kikosini hapo uh, tutakutana naye kwenye mchezo ni unaofata ambao uh, ni utachezwa uh, <coughs> ni utachezwa tarehe tarehe ishirini majira ya saa tatu kwa saa za Afrika Mashariki tarehe ishirini ya mwezi huu manake ni Ijumaa jumaa ya wiki hii. Karibu sana ndani ya Darajani 1905. Hii ni podcast yako kwa ya kwanza ya Chelsea kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Barnabas kwa kisa, jina maarufu ni Mr Darajani, lakini tulikuwa pia na mchambuzi wetu Simon Barnabas. Shukrani sana.